Wanadai kuwa ukitazama video watakulipa, na akaunti inaonyesha kabisa pale namba una kiasi fulani, lakini wengi wa wanatamani kufahamu namna gani ya kutoa pesa hizi. Gusa alama, gusa alama subscribe, gusa alama kengele itakufanya upate video zetu kila siku. Ukenda kwenye swala upataji pesa mtandaoni, lazima ufanye vitu ambavyo unaeza ukavifanya kwenye maisha ya kawaida manake, umeuza bidhaa, umetoa huduma, ume, uza bitha, kuwa dalali, maybe sijui umekuwa mtu kati umefanya kitu fulani maybe umetumia skills fulani kupata pesa. Hakuna pesa ya bure. Natamani sana watu wafahamu, isiwe swala la kuulizana maswali, yani kusiwe na swali kuhusu, ikija kwenye issue kama hizi, sijui Vinei cheki hii iko vipi, hii iko vipi. Natamani tu watu wangefahamu kuwa mtandao ni hakuna pesa za kiurahisi namna hiyo hakuna pesa za bure kiasi hicho ili ulipwe mtandaoni inabidi ufanye kazi, utoe huduma, uuze bidhaa au utumie skills fulani. Maybe ukienda mbali sana maybe ni kamari, sasa hapo uende kwenye makamari, kama kwenye kategori ya kamari tunaweza tukaziweka kubeti beti kwenye mtandao, trading, trading. Japo utajifunza sana, ila bado ni kama aina fulani ya kamari, ila pia ukienda mbali sana sasa hapo, sasa uanze kufanya vitu haramu, na anajua vitu vinavyoleta pesa za haraka na pesa za kiurahisi ni vitu haramu, ambavyo consequences zake ni mbaya, na pia unaweza kujutia sana, ila hakuna pesa ya rahisi namna hiyo. Mtu ambaye hana uelewa na mambo ya namna gani website zinafanya kazi, huwa wanaamini kuwa namba yote inayoonekana ikiandikwa TZS shilling, hiyo basi ni pesa. Na anafikiria namna gani ya kuitoa uwezo, ukatoa pesa yote kwenye sio utapeli, naweza nikasema inapoteza tu time na yeah, itakupoteza time tuvifupi, na achana kabisa na haya mambo ya kusema kulipwa kwa kucheza game, kulipwa kwa kungalia video, sijui kulipwa kwa kulike, sijui kulipwa kwa kunini. Utaangukia kupote, kupoteza time au utaangukia kwenye kutapeliwa.